Hey, timu ziko nyingi Tanzania ligi kuu ya Tanzania liko timu 16. Mm -hmm. Wajala, 20. timu 20. Ligi daraja la kwanza championship timu ishirini. Haya, ligi daraja la pili kuna timu kunako za kutosha. Sasa je nani anayependelewa? Waseme straight, seme wa wow, wazi beta. Na wanapendelewa nini? No, nini? <laughs> tukitajwa sisi njoni tuhojiane ni, wa, ni wape majibu lakini kwa sasa siwezi kuwa majibu sababu msingi wale wamerusha jiwe jiwe ndani. Sasa mimi siwezi kujitukia mimi. Kwa hiyo sasa, natamani mngepangiwa lini, kabla ya fainali au mm. ya baada ya fainali? Baada tuache kwanza tuchukue ubingwa wa Afrika baada mm. hapo tutakuja kwenye masuala mengine ya ndani, na huona lakini, ubingwa ubingwa tunaona, ubingwa tunao kwa namna hii ambavyo tunakamua vikoro. <coughs> E, ubingwa tunao, inshaallah. Ubingwa tunao, ubingwa tunao kabisa, wana Simba tu, wana Simba. Ubingwa wa Afrika wa Afrika tunao, ubingwa wa ligi kuu tunao, ubingwa wa wa CRDB tunao, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Huu so, ni mwaka, mwaka wa ubingwa kwa upande. Ni mwaka wa ubingwa ni mwaka wa mafanikio. Huu ndio ule mwaka ambao ukipanda ukoka yanaota matembele. Huu ndio ule mwaka ambao ukichimba uki, uki, uki, uki, uki, shimo la choo unakutana na dhahabu. Ndio ule mwaka wa mafanikio. mafanikio. Huo ndio mpango wetu tuchukua yote matatu. Na hiyo tebo ndio itakuwa imekamilika sasa. Hapo na ubingwa. Ah! raha. Vibaya kaka. Nchi itachangamka alafu kikosi kufadu ndo kwanza anasema, kufadu ndo kwanza anatengeneza kikosi. <tikoski> <tikoski>

kwa hii Simba ina hatari miaka miwili mitatu inayokuja hii, watu watasusa sana eh <tabit> <tabit> watu watachanganyika. Unajua watu wamechanganyikiwa, nyinyi nyinyi, watu wamechanganyikiwa <tabit> <tabit> Tanzania hii <tabit> akiandani ni ubaya, ubwela umewachanganya, ni ubaya kusa, ubaya ubwela, kwa sababu ubaya ubwela unapitia una, una, una hapa unaenda kwenye kwenye ubongo alafu unaubadilisha ubongo unakuwa na rangi ya bizari eh, wewe wewe wewe fanya fanya utafiti sasa. Uh, hivi kuna watu wengi wanatembea wanazungumza wenyewe eh <laughs> uh, upande <laughs> uh, <laughs> <mpati. laughs> gani utafanya fanya tafiti? Mtu yuko peke yake barabarani. Unadhani kwa nini wanaongea wenyewe? Watu watu

taalam kabisa, takuja kuanza, nitawaambia kuanzia matokeo. Mm, wapi? <laughs>